Yurham Online TV. Pata mawaidha kutoka kwa mashekhe tofauti tofauti na miongozo kwa jamii, hapa ndipo utakapopata vipindi tofauti tofauti vitakavyoelimisha umma. Yurham Online TV. Usikose kusubscribe katika channel hii na kubonyeza kengele iliyopo mbele yako. Kabla sijaingia kuna tazungumza kwa ufupi kabisa, kwa sababu wakati ya huu mbele yetu, kama sijaingia katika mambo matatu kuzungumza muhimu, ningependa tu tukuhusia baadhi ya mambo ambayo kwamba yamezungumzwa mwendwa Muhammad Raka, ambayo kwamba amezungumza kwa ufasaha wa hali ya juu, akizungumza tarehe ya Uislamu, habari ya Ottoman Caliphate, akazungumzia vipi watu walikuwa na izza lakini leo watu wamekuwa madhaifu. Mpaka leo tunaona katika uh, Middle East mambo yanaendelea, na zile human rights violations zinatokea Gaza, watoto kuuawa na wanawake na kadhalika. Lakini funzo tunalopata hapa ni kuwa ni kutokuwa na umoja, lack of unity, kwa sababu uh, life is sacred life lazima iwe protected, ya watoto wadogo, wanawake, na hakuna mtu ana haki ya kuchukua haki ya maisha hayo isipokuwa Mungu mwenyewe. Jambo la pili, pia tumepata mazungumzo kutoka kwa mzee wetu mzee Mbwana, na ameeleza umuhimu wa county government, hasa amezungumzia kuhusu gavana kutokuwepo hapa na kadhalika, lakini maybe amekuwa na udhuru, lakini tunasema kuwa katika siasa za sharia tunasema asiasa kuluha masaleh, siasa ni maslahi. Siasa si chama wala si mrengo unaweza kuwa katika mrengo wote lakini kama hakuna maslahi unayepata hakuna faida kwewe, kwewe Muislamu, mrengo fulani. Kwa hivyo wewe kama Muislamu ukichukua mrengo fulani ujue kuwa kuna faida fulani ambayo kwamba unaweza kupata na nasema, scratch scratch uh, my back I scratch your back. Ni kusaidiana na kushirikiana. Na mzee wetu Ali Abud amezungumza vizuri sana kuhusu maana baraza al-mubaraza kwa lugha ya Kiarabu, lakini katika mambo ambayo kwamba tumechukua ni kuwa mikutano kama hii, jambo ambayo kama mmesisitiza ikiwa katika ile kamati ya andalizi, hakutakuwa na watu wa kuandika zile nukta muhimu zinazozungumzwa, mambo yanayozungumzwa, mambo yanayoombwa kwa wanasiasa na kadhalika, ili kujitathmini. Mfano, baada ya miezi miwili tutakuwa na Eidul Adha na natarajia kutakuwa na baraza la Idi lazima tu. Wakija kama kamati ambayo imeandaa jambo hili lazima ijaribu kusema kuwa tulikutana hapa na tukamwelezea mbunge kadhaa, tumefuatilia tumekwenda hivi tumekwenda kule. Kwa hivyo hiyo ndiyo itakuwa ni njia pekee yake ya kuachieve ama kupata yale mambo ambayo kwamba tunayo yataka ya, kwa sababu mimi katika uh, politics mambo school of thought ambayo kwamba niko nayo ni kuwa siku zote you have to work with the government of the day Lazima ufanye kazi na serikali iliyoko, lazima ufanye kazi na mbunge aliyoko, lazima ufanye kazi na MCA aliyoko, kwa sababu ikiwa kumebaki miaka miwili, kuna mambo mengi ambayo aa, mnaweza kufanya na mbunge, lakini ikiwa wewe utajieka kando, hakuna kitu utakachokipata. Kwa hivyo tuwe na politics of development, kwa sisi tunajaribu uh, kushirikiana na viongozi wale ambao kwamba waliopo ili tupate faida na jambo lingine limezungumzwa na brother Hassan, nafikiri ujumbe umefika. Jambo la mwisho kama kabla sijaingia katika mada yangu tu, leo nimefurahi sana kukutana na OCS wa aina yake pamoja na dada yetu. Kwa kweli baada ya kuyasikia yote ambayo amezungumza, tunaona kazi kwamba wanaifanya ni kubwa sana, lakini kwa ukweli wa mambo ni kuwa sisi kama wazazi we have let them down hatujaweza kushirikiana nao vilivyo. Ikiwa wewe mzazi utaitwa police station kwa sababu mtoto wako amekutwa akifanya aki biashara ama ameingia katika ujamaa ukakataa kuja, ni kuwa ni utepetevu, ni, ni maanake ni ukosefu wa, wa majukumu wa hali ya juu kwa sababu utakapokwenda kwa usia, si kuwa wewe utaikwa nani, bali utashirikiana na yeye vipi kumrekebisha yule mwanafunzi ama yule mtoto. Jambo la muhimu pia, lazima tujue kuwa polisi kama idara na vitengo vya dini ikiwemo misikiti na makanisa, tunasema job description zao ni moja, kazi zao ni moja, kwa sababu utakuta misikitini kila siku tunazungumza, tuwache uongo, tuwache uwizi, tuwache ujambazi, tuwache ulevi. Hivi ndio vitu ambavyo kazi ya polisi wanafanya, na utakuta polisi pia kazi yao ni kuhakikisha kuwa hakuna asol, hakuna mtu anamdhuru mwingine, hakuna mtu anayemuua mtu mwingine, hakuna mada, hakuna rep. Na rep ni kitu ambacho kwamba Uislamu umepiga vita sana. Dada yetu ametuzungumzia kuwa kwanza ujue kuwa wewe kama mzazi, mtoto wako ikiwa atanajisiwa, una suala, una maswali makubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu, mm, na ikiwa utanyamaza ukasema kuwa unataka kusuluhisha kwa njia nyingine, tunajua kuwa kuna kuna kuna criminal cases na civil cases. Mambo ya kuzungumzwa nyumbani ni mambo ya nyumbani, yeye, mambo ya nyumbani wewe na mke wako, habari ya budget, mambo kadhalika, mambo ya urathi. Na hiyo ikifikia kuwa ni criminal case, lazima uripoti polisi na lazima sheria ichukue mkondo wake, haijalishi kuwa aliyefanya ni kazini yake ni mjomba wake, na usipofanya hivyo, ujio kuwa utakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu, kwa nini wewe huyu msichana alidhulumika na wewe ukuchukua hatua yake? Na pia vijana kama hiyo robbery violence, utakuta Uislamu, ukiangalia katika Islamic Criminal Law, ina ina sheria ambako ni kali kabisa katika Islamic state, ukiwa katika katika state ya Kiislamu ni kuwa jambo la kwanza utakuta ikiwa katika mada Leo hapa Kenya utakuta ukiwa ume umeua unaweza ukafungwa miaka kadhaa wa kadhaa, lakini katika sheria ya kiislamu mambo ni matatu. Jambo la kwanza, ukiua utauawa. Ndio utakuta katika nchi kama Saudi Arabia, ukiua utauawa. Jambo la pili, unatakikana, kama hutaki kuuawa unatakana kulipa kitu kinaitwa dia ambaye ni blood money. Lafikiri tuliona katika Citizen yule kijana ambaye kwamba alipigana na raia wa Yemen akamuua, tukaona kuwa alitakiwa kulipa pesa ngapi? Milioni mia moja hamsini. Na hiyo ndiyo haki tunasema kuwa sheria ya, ya Uislamu ina haki, kwa sababu utakuta mfano wewe utakapomfunga mtu miaka 40 ameua, na what about the rights of the victim? Ile victim atapata nini? Lakini unaona kuwa ikiwa huyo anataka kusamehewa, si wawe analipa ile pesa 150 million kwa sababu yule mzee uliomuua yule mama uliomuua alikuwa akisaidia wale watoto, kwa hivyo lazima, kwa hivyo tunasema kuwa sheria ya Kiislamu haicompromise kabisa human rights violations. Ukikuta katika hii uh, pia mtu akiwa amerepia pia anauawa katika sheria ya Kiislamu, unakuta pia katika mambo robari. Yani hii kwa ufupi ni kuonyesha kuwa Uislamu unataka amani, unataka discipline, unataka watu kuchunga haki za watu. Jambo la pili, nukta ya pili ambayo ni muhimu, ningependa kusisitiza ni kuwa masuala swala zima la elimu, ambayo limezungumzwa pia na baadhi ya wazungumzaji waliotangulia, tujue kuwa sisi kama community, ikiwa tutateleza katika elimu, tumeteleza katika kila kitu na hatuwezi kuendelea bila ya elimu, na tunashukuru katika system ya devolution Leo tuna mbunge ambako tunamwona anashirikiana na sisi anakuja katika shughuli zetu, tuna MCA. Kwa hivyo hatuna sababu ya sisi kutofundisha watoto wetu. Society zinajengwa na, na vitu viwili, anasema bil ilmi wal mali yumna alqaumu mulkuhumu, kwa elimu kwanza na watu kuwa na economic empowerment. Ukishakuwa na elimu itakuwa ni sababu ya wewe kupata pia kipato chako kwa hivyo watu wanajengeka, maanake ile community inakuwa ni strong. Kwa hivyo ikiwa tutakosa elimu hatutakuwa na mwelekeo, na pia tukio mambo yetu ya kiuchumi yako mabaya, pia hatutakuwa na uchaguzi. Ndiyo mmoja katika viongozi wa iji tutasema man la yamliku quta yaumin la yamliku hurriyatahu hu mtu yeyote ambaye kwamba wewe humiliki chakula chako cha siku ikiwa wewe huwezi kupata chakula chako cha siku la tamlik huriyatak wewe humiliki freedom yako. Na ni kweli kabisa, ikiwa wewe leo umeamka asubuhi, hujaweza hujui, uh, utakunywa chai vipi, hujui lunch itatokea vipi, ukichukuliwa na mwanasiasa shilingi mia tano uzunguke upige fujo, utakwenda. Kwa sababu wewe huna uhuru wa kuchagua. Kwa hivyo, tuhakikishe kuwa tumechukua responsibility zetu hasa sisi wanaume. Utakuta mfano hata kuja kuuliza katika shule hii, watu wanaokuja katika mikutano ya, ya shule utakuta wengi tumewaachia kila mama, sisi wanaume tumekaa nyuma. Kwa hiyo tuhakikishe kuwa sisi kama wazazi tunafuatilia swala la elimu na si kufuatilia peke yake, lazima tuweke katika akili yetu kuwa failure ama poor results is not an option unakuta kuna masikitiko makubwa sana kuwa utakuta katika mwambao wa pwani, unaweza kuta katika shule miaka kumi iliyopita wana mean grade ya D. Wana mean grade ya D plus, na utakuta wazazi wamenyamaza, hawazungumzi kitu. Lakini utakuta hizo sehemu zingine, utakuta ni Ukambani, utakuta ni Kisii, ni wapi, utakuta kila mwaka, kila principal watoto wakifeli, ana maswali ya kujibu kutoka kwa wazazi kutoka kwa viongozi, kwa sababu sisi lazima tuchangamke. Watoto wetu wakifeli, lazima tujue sababu nini wamefeli, kwa sababu ikiwa mtoto amefeli ni kuwa society imefeli. Kwa hivyo tuhakikishe kuwa tunaungana na MCA wetu hawa na mbunge wetu kuhakikisha kuwa tunaboresha uh, mambo yetu ya kielimu. Jambo lingine la kielimu ambalo ni muhimu na pia mbunge wetu ambaye kwamba anashirikiana na jamii kwa kiasi kikubwa ni kuwa kuna ukosefu mkubwa wa walimu wa IRE katika shule. Utakuta shule nyingi zinaandika walimu kupitia kwa BOM, board of management, ambayo kwamba ni hasara pia kwa shule, kwa sababu shule ndio inalipa, na sasa hivi kuna walimu wengi ambao kwamba hawajaandikwa kwa, kwa hivyo, na tunaona kuwa wabunge kutoka sehemu zingine poani, kila mahali. Kwa hivyo tunasema kuwa tunataka uongozi uh, wa maimam wa kuingana na MP, tuhakikishe kuwa tunafuatilia swala hili kila shule yenye wanafunzi wengi wa Kiislamu na hakuna mwalimu wa iari tupeleke kwa mbunge, tumuelezee na yeye mwenyewe anajua vile atafuatilia na atatusaidia. Kwa hivyo muhimu tuchukue hiyo data. Jambo lingine pia tungependa kuwafahamisha wazazi kuwa uh, maswala ya technical causes. Okay, mimi nina zaidi ya miaka kumi nafundisha university wale walimu school of education tuna train uh, lakini nitakwambia kuwa mambo yamebadilika sana Kenya sasa hivi tuna 74 universities, university sabini na nne. Hizi university kila mwaka watu wana graduate, lakini hawajaweza kuingia katika uh, kuabsorb katika employment. Kwa hivyo sasa, hizi changamoto kubwa iliyoko ni unemployment. Kwa hivyo sasa hivi sa ni muhimu sana mzazi ikiwa wewe unataka mtoto wako asome mwangalie kwanza kama anaweza kuingia katika technical courses, ambayo kwamba anaweza kujiajiri mambo ya electrical, plumbing, masonry, na tunashukuru kuwa leo kuna TVET. Kwa hivyo hata kama mtoto wako amepata d plus, amepata d, usimwache akazurura akaingia katika crime. Mpeleke katika TVET asomee plumbing electrical causes. Akitoka hapo, anatafuta zile tools zake, anaweza kupata riziki yake ya kila siku. Leo watu wangapi leo? Ukikaa kidogo umeme wako umeharibika, unatafuta mtu, leo unatafuta plani, mfereji wako umefikanyika, kadhaa wa kadhaa. Kwa hivyo hiyo itatusaidia. Kwa hivyo tuhakikishe kuwa tusifikirie tu habari ya kwenda university, tufikirie habari ya technical causes kwa sababu itakuwa ni self employment. Jambo la mwisho ni tulisema habari ya elimu lakini pia ni habari ya kiuchumi. Lazima tufikirie mambo ya economic empowerment. Wazungumzaji wamezungumza zaidi ya mmoja, wakizungumza habari ya matatizo wa maimamu yote, tunazungumza katika hali ya kiuchumi, vipi tunaweza kuinuana kiuchumi? Kwa hivyo kuinuana kiuchumi, vijana, wanawake lazima watu waungane kwanza. Jambo la kwanza ni kuungana, umoja ni nguvu, na moja mojawapo vitu vinatokana kufanya maimamu, vijana na wanawake ni lazima tuwe na sako, ambapo kama tutajifunza kuweka pesa na tunaweza kupata share zetu. Utakuta kuna sako nyingi sasa hivi ziko kwa kama Nairobi, kuna sako inaitwa Takuwa. Sako hii ni sako ambayo kama ina 2 billion, watu wanachukua loan, watu wanafungua biashara, watu wananunua ardhi na kadhalika. Yaani vitu ambavyo kwamba vitafanya watu manake kuwa na income generating. Kwa hivyo tukikutana na waheshimiwa ama tukitaka kwenda kuwaona waheshimiwa ambao kama wanaonekana ambao kama wanakuja katika vikao vyetu, ambao tukitaka kuwaona tutawaona, tukikutana nao tusianze kuomba shilingi 100 na 50 50, zinazoitwa tokens. Hiki ni kitu ambacho kama kitakusaidia vijana. Tuendeni kwa waheshimiwa, tuambie sisi katika mipangilio yetu tunataka tuwe na moja mbili tatu, vipi utatusaidia na sisi tunaweza kufanya jukumu gani? Jambo lingine ambao kwamba ni muhimu ambao kwamba tujue kuwa uh, limezungumzwa hapa na uh, MCA na wengine maimamu. Kwa kweli maimamu ni watu ambao kwamba wanadhalilika na, uh, miongoni mwa sababu ya kufanya maimamu kualilika ni kuwa kutokuwa na umoja na unity of purpose. kwa hivyo jambo la kwanza ni umoja Jambo la pili, kuna kitu mheshimiwa, kinaitwa wakfu, na vile ushasikia eh, hakuna njia nyingine ya kufaulu maimamu kubadilika hali zao isipokuwa kupatikane wakfu. Sasa lazima mkiwa mki na viongozi wenu eh, Hassan na wengine na wengine Muhammad Raka na wengine na wazee ambao kama tumeona wamezungumza kwa ufasaha kabisa, tukaeni chini tuambie jamani, eh, Uh, wana mbunge na MCA sisi tunataka tuwe na wakfu. County government ina ardhi, mbunge atamfuata gavana, atamfuata kadhaa, kutakuwa na ardhi. Ardhi ikipatikana jamani, hapa sisi kuna chora plan, tunataka kujenga kadhaa maduka, tunataka kujenga flats, tunataka kujenga kadhaa ambapo kwamba kutakuwa na income ya 500,000, 200,000. Walimu walio registered qualified wanakuwa wanachukua mshahara hapo, inakuwa ni kitu ambacho imekuwa registered kama trust na mbali na hiyo pia, na Sheikh Hassan lazima una, anajua kuna miasasa mingi ya Kiislamu. Mbunge atakusaidia huku na ukuna, pia kuna miasasa leo. Mkimshika mbunge mkono mkampeleka katika embassy ya Saudi Arabia, Qatar na kadhalik, kupitia kwa ofisi yake, kwa sababu hizi nchi zinapenda kudini na serikali na huyu ni serikali. Leo misaada mingi sana itaingia, wanawake watakuwa na mambo yao wanaweza wakafanya wakafungua pia uh, wakatengeneza ardhi yao wakawa na vitu vyao, wanawake wakajiendeleza, na pia maimamu wakajiendeleza. Kwa hivyo hili suala la wakfu ndio solution ambayo kwamba tunaweza kuipata. Kwa hivyo namshukuru sana mbunge ambao kwamba ameweza kuhudhuria. Ukimwona mtu mwanasiasa amehudhuria mahali ni kuwa amethamini pale mahali na amewatambua nyinyi ni kina nani. Mwisho, Saidina Umar radhiallahu wa anhu alituambia nahnu qaumun aazana llah bilislam famahma btaghaina lizza bighairima aazana llah azallana llah, sisi kama community ju huwa tumekuwa watukufu kwa sababu ya dini, kwa sababu ya ada, kwa sababu ya desturi. Kwa hivyo tuhakikishe kuwa tunashikana na ada zetu. Ada zetu ni za uaminifu, hakuna kumwibia mtu haki yake, hakuna kuua, hakuna kunajisi Hizi hivi ndo vitu kama tatufanya sisi tutakuwa ni watu ambao kwamba ni watukufu. Kwa hivyo, uh, kuna jambo lilikuwa likizungumzwa kidogo nasema, uh, maybe katika county government watu hawajahusishwa hawajaingizwa, lakini kuna kitu kimoja muhimu tungependa kukumbushana. Unakuta mambo ya siasa huwa mara nyingi yanatakana kupangwa kabla ya siasa, kabla ya mtu kuingia katika kile kiti, kuna mazungumzo lazima yafanyike. Sometimes inafikia kuwa ni memorandum. Nyinyi kwa mfano, mnataka mnataka baadhi ya mambo mfanyiwe na mbunge, msilete mambo mia moja. Kwa mfano, bana mbunge, katika awamu yako hii ya pili tutakayoingia 2027 tunataka tu tufanikishe jambo moja, tuwe na wakfu yetu. Hatuwezi kuleta mambo kwa mfano mia moja kwa sababu nguvu ni hiyo hiyo moja. Uh, kwa hivyo tusione kuwa na sheria ziko wazi kabisa kuwa kokote kutakapopatikana katika county government devolution, 70% au more than 70% lazima wawe local people. Hili ni swala ya kwamba halina mjadala katika sehemu zote za kuajiriwa. Hili ni swala amkwamba liko lakini, ni muhimu sana sisi tukae na viongozi wetu, tuwaheshimu, tuwaambie tunavyotaka kama tunavyosema, nimerudi kupea. Tunasema kuwa Muhammad araka alisema kitu kimoja, kuwa mtu aliyomuoa mamako ndio ni baba hata kama watasema bana, kijana mdogo ni rika wangu bana, ni miaka ishirini na saba, lakini ndio washakuwa baba. Sasa tunasema kuwa viongozi wetu tulioko nao tuna nafasi ya kufanya maendeleo na wao na wakati wa siasa utakuja. Sasa hivi ni wakati wa maendeleo, tuangalie jambo gani ao kama wanaweza kutufanyia, wanaweza kushirikiana na sisi ili watusaidie. Kwa hivyo tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kikao hiki chenye matunda na yale yote ambayo kama atakayezungumzwa hapa yawe ni yaweze kwenya kutekelezwa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awabariki nyote awape kila la khairi na awabariki viongozi wetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yurham Online TV.